Ikitokea kondom imechanika wakati unashiriki tendo la ndoa, tena na mtu ambaye haujui hali yake ya maambukizi ya virusi vya ukimwi, hizi ndiyo hatua ambazo unatakiwa uzichukue kwa haraka ili uwe salama dhidi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini pia dhidi ya magonjwa ya zinaa. Sio hivyo tu, lakini pia dhidi ya uwezekano wa kushika ujauzito au mimba isiyotarajiwa. Mara nyingi watu wanapokuwa wanashiriki tendo la ndoa wanaweza wakawa wamejikinga kwa kuvaa kondomu, lakini mara kadhaa huwa inatokea mtu upo katikati ya tendo la ndoa na kondomu inachanika. Sasa ukijikuta kwenye mazingira hayo, hizi ndo hatua ambazo unatakiwa uzifate na zitakufanya uwe salama dhidi ya vyote, ukimwi, magonjwa ya zinaa, pamoja na ujauzito uzito usiokuwa wa kutarajiwa. Hatua ya kwanza, simama tendo mara moja. Hii inamaanisha muda huo huo unapogundua kwamba kinga imechanika, inabidi uache tendo muda huo huo, usiruhusu kuendelea, wakati muda huo unajua kondomu imechanika. Ukiendelea maana yake unajiweka kwenye hatari kubwa zaidi ya kupata maambukizi ya magonjwa ya zinaa pamoja na ukimwi, lakini pia ya mimba isiyotarajiwa. Watu wengi ambao walikuwa wagumu na kushindwa kukatisha tendo wakajikuta wanaendelea wamejikuta pia wanapata magonjwa ya zinaa, ukimwi pamoja na mimba isiyotarajiwa. Hatua ya pili ni kujisafisha kwa maji masafi na maji tiririka. Baada ya kuwa umestopisha kuendelea kufanya tendo, cha pili inabidi ukimbie kwenye maji masafi Ujisafishe sehemu zako za siri, aidha wewe ni mkaka au ni mdada. Safisha kwa maji mengi. Kwa wadada, usitumie sabuni kali kujisafisha, safisha na maji masafi. Lakini pia kwako wewe mkaka, hata kama utatumia sabuni, basi tumia sabuni ambayo haina kemikali nyingi. Kutumia sabuni zenye kemikali nyingi kwa mkaka na kwa mdada inaweza kupelekea kuua wale wadudu wazuri wanaolinda sehemu za siri dhidi ya magonjwa ya kawaida ambayo inaweza kutokea kwenye sehemu za siri. Hatua ya tatu ni kutafuta dawa za dharura. Dawa za dharura hapa anamaanisha dawa za aina mbili. Aina ya kwanza ni dawa za kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi zile ambazo ni za dharura, lakini dawa ya dharura namba mbili ni dawa ya kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kama imetokea kondomu imechanika, maana yake umeshiriki tendo na mtu ambaye haujui hali yake ya maambukizi. Kwa hivyo inabidi ufike hospitalini mapema ili uweze kupatiwa dawa za dharura za kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi. Dawa hizi uzuri zinapatikana bure kabisa kwenye vituo vya afya, lakini pia kwenye hospitali. Usichelewe kwenda hospitalini kwa sababu dawa hizi za dharura huwa zinafanya kazi ndani ya masaa sabini na mbili tu. Unapowahi mapema ndani ya masaa 24 ya kwanza, au umechelewa zaidi masaa arobaini na nane yale inakuwa ni nzuri kwa sababu zinafanya kazi kwa ufanisi mkubwa kuliko ukichelewa kwenda hospitalini. Hatua ya nne ni kupima virusi vya ukimwi. Hii ni hatua muhimu sana kwa sababu unaweza ukapewa dawa za dharura za kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini kama ulikuwa tayari una maambukizi, hizi dawa hazitafanya kazi yoyote. Kwa hiyo ni muhimu ukapima ili ujijue kama uko salama, uendelee kumeza dawa za dharura lakini kama kwa bahati mbaya ulikuwa tayari una maambukizi ya virusi vya ukimwi, basi ujiunge na kundi la watu ambao wanatumia dawa za virusi vya ukimwi ambazo pia zinapatikana bure kwenye vituo vyote vya afya vya serikali, lakini pia hata vya umma. Kwa hivyo kupima ni muhimu zaidi. Hatua ya tano na ya mwisho ni kufanya follow up ya afya yako. Yaani, unafanya check up siku ya kwanza, baada ya wiki mbili, baada ya miezi mitatu, baada ya miezi sita. Hii itakusaidia kuhakikisha kwamba kama ulipata maambukizi siku ya tukio, basi inakuwa rahisi kuyafanyia matibabu ya kina. Hapa tunazungumzia yale maambukizi ambayo yanatibika, lakini kwa maambukizi ambayo hayatibiki kama virusi vya ukimwi, inakuwa rahisi kuanzishiwa dawa mapema kabla tatizo lako halijawa kubwa. Kushindwa kufanya follow up kwenye afya yako itapelekea uje ujikute siku zimeshaenda, halafu tayari una maambukizi yameshaleta maafa makubwa kwenye mwili wako, na hichi kitakusababishia shida ambazo itakuwa ngumu kurudisha afya yako na hali yako kwenye hali ya kawaida. Kondom kuchanika wakati unashiriki tendo la ndoa ni jambo la dharura na ni jambo ambalo hautakiwi kulipuuza hata mara moja.